Ili wa kwanza kupata habari zinazojiri hapa Bongo, usisahau kubonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante mpenzi mtazamaji wa Bongo One Media, karibu tena katika dawati letu la michezo, nikizungumzia taarifa zinazopatikana katika viunga vya klabu ya da Young African usisahau kwamba Yanga Sports Club wanaenda kukabiliana na timu ya Silver Strikers ni Jumamosi, kuanzia majira ya saa kumi jioni kumi na moja jioni eh, kamili katika uwanja wa dimba la Benjamin William Mkapa. Yanga wako nyuma kwa aggregate, baada ya kufungwa bao moja kwa sifuri katika mchezo wa mkondo wa kwanza, ambapo walikutana na timu ya Silver Strikers katika taifa la Malawi na uwanja ulioitwa Bingu. Nadhani ndio moja ya taarifa kubwa zaidi ambazo tunazizungumzia siku leo ya leo. Klabu ya Yanga Sports Club, moja ya mambo makubwa ambayo wanapaswa kuyazingatia ni kupata ushindi kuanzia mabao mawili na wasifungwe bao lolote ili waweze kufuzu. Ni moja ya timu ambazo zinawakilisha taifa la Tanzania kunako michoano ya kimataifa, huku nyinginezo ikiwemo ni Singida Black Stars, kombe la shirikisho eh, Azam FC kombe la shirikisho, Simba Sports Club kombe la klabu bingwa barani Afrika, lakini pia na klabu ya Yanga na iko upande wa kombe la klabu bingwa Barani Afrika taarifa ambazo na kujuza hapa ni kuhusiana na pigo mapigo makubwa ma mawili ambayo klabu ya Yanga Sports Club walionayo. Pigo la kwanza ni matokeo kwanza wako nyuma kwa maana ya aggregates, wanahitaji ushindi na sio draw, na ushindi uwe ni uwiano wa mabao mawili bila ya kufungwa, uwiano wa mabao mawili bila ya kufungwa, yaani mfano ikitokea uh, ni tatu moja naiwe uh, ni uwiano wa mabao uh, mawili. Yes, uwiano wa mabao mawili hata wakifungwa, ila iwe ni uwiano wa mabao mawili, mfano tatu moja, nne mbili, uh, tano tatu, watafuzu lakini ikiwa ni uwiano wa bao moja basi ni bao moja kwa sifuri na ikiwa ni uwiano wa bao moja eh, maximum mfano ni bao moja kwa sifuri basi ujue kutakuwepo na changamoto ya mikwaju ya penalty. So Yanga wanahitaji wapate ushindi wa zaidi ya mabao mawili ili waweze kufuzu. Mbili moja, tatu mbili, nne tatu, tano nne watakosa nafasi ya kuweza kufuzu. So wanahitaji ushindi wa uwiano wa mabao mawili. Hiyo ya kwanza. Pigo la pili, wako wachezaji ndani ya klabu ya Yanga watakao kwenda kuukosa mchezo huo na ni zaidi ya wachezaji sita ambao wametajwa hadi sasa watakao kwenda kuukosa mchezaji huo sasa mchezo huo. Na hapa tunachoenda kukitazama, je, kukosekana kwa wachezaji hao inaweza kuwaathiri Yanga Sports Club kupata matokeo yaani kufuzu kwenda hatua ya makundi katika ligi ya mabingwa barani Afrika? tukitazama hadi sasa timu ambayo imeshafuzu kwa timu za Tanzania kunako michuano ya kimataifa katika zile timu nne ni timu ya Azam ambayo ilipata ushindi wa mabao ma mabao saba na ikipata aggregate ya mabao tisa Sasa yanga nao wanasubiriwa, yanga akifuzu itakuwa ni timu ya pili kufuzu. Hapa atasubiriwa Singida Black Stars kesha ni timu ya Simba ambayo nayo inasubiria kuona itafuzu. Niko hapa kukujuza wachezaji ambao wataukosa huu mchezo muhimu unaochezwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Kwanza eh, kabla ya kuendelea, tuambie wewe kama ni shabiki wa Yanga. Unaifuatilia Bongo One Media ukiwa unatokea maeneo gani? Unaweza ukaandika katika upande wa comment kama mimi naifuatilia Bongo One Media nikiwa natokea maeneo fulani, na tuambie unaipenda timu yako ya Yanga kwa asilimia ngapi? Na kama we sio shabiki wa Yanga, je, unaitakia matokeo gani Yanga katika huu mchezo wa ligi ya mabingwa uh, barani Afrika dhidi ya Silver Strikers? Tukizungumzia wachezaji ambao wanaenda kukosa mchezo huo, uh, kuna Mohamed Hussein Shabarara huyu ni moja wa wachezaji ambaye anapitia wakati mgumu ndani ya klabu ya Yanga, so naweza nikasema ni moja wa wachezaji ambao wanadaiwa wanaweza wakaukosa mchezo huo. Mchezaji mwingine ambaye anadaiwa huenda akaukosa mchezo huo, uh, ni Prince Mpumelelo Dube. Na hawa ni moja nyota muhimu sana ndani ya klabu ya Yanga wanaotajwa kuukosa mchezo huo, naomba hilo uliweke akirini: ni Prince Mpumelelo Dube, Mohamed Hussein Shabalala na mchezaji mwingine anayedaiwa kuukosa mchezo huo ni Andy Boyeli. Huyu ni mchezaji ambaye mchezo uliopita alikuwepo, lakini kuna mambo ambayo yametokea hapa kati, inadaiwa naye ni moja wa wachezaji ambao wataukosa mchezo huo, huyu akiwa ni mchezaji wa tatu. Mchezo eh, mchezaji wa nne anaenda kukosa mchezo huo ni Kouma Kouma anadaiwa naye kukosa mchezo huo japo sababu hazijawekwa moja kwa moja, na wengine wanadai kwamba kuda, uh, kukosekana kwa wachezaji au kudaiwa watakosekana inaweza ikawa ni mind game. Usishangae kesho unawaona kiwanjani, lakini uwezekano mkubwa upo. Kouma kama nilivyokuambia Uh, lakini pia Prince Mpumelelo Dube, Mohammed Hussein Shabarara na Andy Boyeri. Mchezaji mwingine ambaye anadaiwa ataukosa mchezo huo ni Bakali Nondo Mwamnyeto ambaye ni nahodha wa klabu ya Da Young African, yaani hiyo ikiwa ndio orodha ya wachezaji ambao wanatajwa kuukosa mchezo huo. Lakini mchezaji mwingine wa mwisho kabisa hapo, hatujataja wale wengine ambao wapatagi nafasi Amba, anadaiwa ataukosa mchezo ikiwa ni orodha wachezaji sita wanaokosa mchezo huo eh, ni Balamsa Conte. Yes, Balamsa Conte inadaiwa alipata majeraha akiwa mazoezini, tena haya mazoezi ya mwisho, so hii inamfanya naye awe ni miongoni mwa wachezaji ambao wataukosa mchezo huo. Not that, hii inaweza ikawa ni mind game ambayo Yanga wameitoa kwa ajili ya kujilinda na adui, ili wapate matokeo. So unaweza ukashangaa wanadaiwa kukosekana, lakini wakati wa mchezo wachezaji hawa unaweza ukawaona kiwanjani. Kwa upande wako kukosekana wachezaji hawa, kama wakikosekana kweli, unadhani kwa namna moja au nyingine itawaathiri vipi Yanga kupata matokeo katika huu mchezo dhidi ya Silver Strikers? Unaweza kashika katika upande wa comment, in the comment section. See you next time. Bye bye.